Na nawe, huyu wale huu moto. Na hapa tuko nyumbani leo. Eh, huyu ndo amenipa mambo yote, mambo mazito mazito ambayo sio ya kuelezea hivi. Lusuba, lusuba, hino, hino mwana. Baba, Wana wa wana nzengo, wangiwa kichukuru wako, wanataka kusikia neno kutoka kwa kwa hata moja tu. Sisi tuko chanika pale Dar es Salaam hivi. Eh, sasa wanataka kusikia neno moja na watu. Niwaambieje, jaji? Neno la kwanza ni kujitahidi kila kitu. Jitahidi kila kitu. Kila kitu na akili yenyewe inafanya kazi. Akili, sala na kapembe yafanye kazi. Unachukua maneno ya ajabu ajabu yale ya ajabu ajabu achana na ya maana. Ya maana e, tu chukua mambo ya maana ya kukufaidisha e, e, achana na mambo ya kona, kona, ujanja, ujanja. Hata kama unatafuta dawa zile za maana za kumnufaisha mtu mtu yale e, ya ya ovyo ovyo waachie hao ya wa ovyo ovyo wenyewe e,